Kwamba tupo ndani ya taifa la Pete Amuri International Ministry ambao wanapatikana hapa Sinza kwa Remi kwenye ukumbi mzuri kabisa wa Majestic Hall. Na hapa tuna mwana wa Mungu mwingine na yeye naye atashare experience yake juu ya filamu hii ya Yesu tangu alivyoitazama, mabadiliko, pengine ilikuwaje, alikuwa wapi, alikuwa anafanya nini? Kwa hiyo na mengine mengi ambayo tutasikia kutoka kwa mwana wa Mungu aliyesimama hapa. Karibu mwana wa Mungu, jitambulishe. Asante. Kwa jina naitwa Hois Bakanoba, ni mwana na urithi wa Mungu katika taifa la Pete ya Muhuri International Ministry iliyopo Dar es Salaam. Mimi ni mdau na mtazamaji mpendwa kabisa wa kipindi cha Ra'ah ambacho kinaoneshwa mara kwa mara katika luninga yetu ya Sonship Spirit. Nimefurahi sana na nimevutiwa na uchambuzi especially wa filamu ya Yesu, filamu ambayo ni maarufu tangu mimi nazaliwa, nimeikuta mpaka sasa hivi. Naisikia kila siku, naiona mpya, sijawai kuona nikaichoka kama ambavyo tunaangalia movie zingine. Kwa sababu zinaonyesha uhalisia wa maisha ya Yesu kwa kwa, kwa asilimia. Sidhani kama waliweza kucapture exactly kitu ambacho kilikuwa, lakini wamejaribu kutufunulia ni nini kilifanyika, nini kili katika picha ya uhalisia ukitofautisha na namna ambavyo tungeza kusoma kwenye vitabu. Uh, mimi nafurahi kwamba ni filamu mpya kwangu kila siku na jinsi ambavyo naendelea kukua katika ufahamu wa Kristo na kuendelea kuwa huru katika hii neema ya Mungu kila siku nazidi kuiona kwa upya, kwa sababu zamani nilikuwa naiangalia kama muvi ya huruma, kwamba nikiingia katika muvi nitamhurumia Yesu, nitaona namna alivyopigwa. Lakini sasa hivi ufahamu nilionao, nikiingia katika ile muvi tena, kila siku nasema, kama nilivyosema kwamba inakuwa mpya, kwamba sasa hivi naangalia namna ambavyo Mungu alishinda dhambi kwa ajili yangu mimi. Kwa hiyo ni filamu ambayo ninaifurahia kila siku, na nitashirikisha pia na wanangu. Nitashirikisha na watu na wafahamu kwamba kipindi cha Ra'ah kina tafsiri, kinaichambua kwa ubora, kuonesha historia ilikuwaje, kuonesha ni kina nani walihusika katika kuact, tusiishie tu kuwaona wale wahusika na tukawatukuza, kumbe they were just acting na nafurahi kwamba ufahamu wangu unaendelea kukua kila siku ambavyo nikiangalia zile namna ambavyo Yesu alikuwa anaonyesha mambo kwa vitendo, anavyoomba kwa vitendo, anavyofundisha kwa vitendo, alivyokuwa anapambana na watu waliokuwa wana nguvu nyingi waliokuwa wana pawa kubwa, lakini yani you can see, yani unapata ile picha kwao. Ninafurahi kwamba sasa hivi filamu ya Yesu si itazami tena kama kitendo cha huruma au kitendo cha kutia huruma, bali napotazama filamu ya Yesu naona maisha ya ushindi ambayo Mungu aliyakusudia mimi ni yaishi. Amina, huyo ni mwana wa Mungu Hois kutoka taifa la pete ya Muri International Ministry hapa Sinza kwa Remi ndio tunapopatikana na hapa ndipo huduma inafanyika. Kwa hiyo mwana wa Mungu ameelezea kwa undani kabisa, lakini kwa uchache, namna ambavyo experience yake eh, ya kutazama filamu hii ya Yesu. Baada ya kuitazama, nini kilitokea? Ilikuwaje? ilikuwa ni wapi? ilikuwa ni muda gani mwaka gani, lakini pia mwisho wanasema kwamba kwa wale wana wa Mungu ambao basi hawajaitazama filamu hii waweze kufanya haraka kuitazama filamu hii, kwani ni filamu ambayo watakapoitazama basi maisha yao yatabadilika. Kwa hiyo tunamshukuru sana dada Hoisi kutoka taifa la pete ya Muri International Ministry hapa Dar es Salaam. Yes, mwana wa Mungu tunakukaribisha pia na wewe ambaye unatizama mwana wa Mungu, lakini ambaye hata wewe ambaye ni mtazamaji ambao mfuatiliaji wa kipindi chako kizuri kabisa cha Nipashe na Ra'ah kutoka kwenye runinga yako bora kabisa ya Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote, tunasema asante kwa ajili ya wasaa huu ambao wana wa Mungu wamejitoa kwa ajili ya mahojiano haya, lakini pia tunakuhamasisha basi mwana wa Mungu usikose siku ya Ijumaa, muda ni saa kumi na mbili kamili jioni, ambapo utakaa kwenye runinga yako na utaniona mimi mwana wa Mungu, Malik Yusufu, nikikuletea yaliyojiri eh, zile dondoo mbalimbali au yale ambayo yalifanyika ndani ya filamu ya Yesu kupitia kipindi chako bora kabisa cha Ra'ah. Shalom, shalom.